Wa ndugu zangu, nimekuja kwenu na leo na mada nataka tuzungumze. Wa ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba watu wengi katika dunia hii huwa wanaogopa maadui wanaoonekana, lakini nataka ujue leo ni kwamba kuna adui hatari tena mbaya zaidi anayekaa kichwani kwako wewe, na adui huyu anaitwa akili isiyotumika. Akili isiyotumika ni adui hatari sana katika maisha yako, na ujue kwamba hakuna adui hatari sana katika dunia hii kama akili isiyotumika. Akili isiyotumika inakulazimisha wewe uache kufikiria na unakuwa mtu wa kuamini kila kitu. Yule bwana ni mchawi, ndiyo unaamini yule bwana hawezi kununua gari wala hawezi kujenga nyumba, inawezekana ameiba ndiyo unakubali. Hizo ni, ni tabia za akili isiyotumika. Na tena akili isiyotumika ulazimisha mtu kuacha kupanga, anakuwa mtu ambaye anakuwa anaishi kwa mipango ya watu wengine. Ukiwa na akili isiyotumika ndugu yangu, unaacha kupanga kabisa, unakuwa mtu wa kuishi kwenye mipango ya watu wengine hauwezi kuamua kitu chochote wewe. Kila kitu mbele yako unaona ni kawaida tu, ndiyo inatakiwa kiwe hivyo. Kwa sababu nini? Akili yako haitumiki. Ujue kwamba ndugu yangu, akili isiyotumika si rafiki yako wewe, wala si ndugu yako kabisa, bali akili isiyotumika ni mtego, tena ni adui hatari sana. amsha akili yako ndugu yangu, anza kutafakari. Muda ndio huu soma, panga mipango ndugu yangu, kwa sababu akili isiyotumika ni hatari sana na ni adui mkubwa sana kwako wewe na hata maendeleo yako, maana inakulazimisha kuamini na kufikiria kila kitu kwa njia isiyokuwa sahihi. Na unapoona dalili hizo ndugu yangu, ujue kwamba wewe ama mtu huyu ambaye ana dalili hizo akili yake haitumiki, na akili isiyotumika ni adui tena hatari sana katika maisha ya binadamu. Na kama unaamini kwamba hakuna adui hatari zaidi ya akili isiyotumika, weka maoni yako hapo. Na unapopata mada zetu, ndugu yangu, gawa na watu wengine, Like video zetu. Unapoweka komenti, tutaisoma na tutajibu komenti yako. Subscribe channel zetu ili tuweze kupata nguvu ya kuleta mawazo mengine. Asante sana na Mungu atenda kutubariki yote, amena.